Kundi la waasi wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda liliwaua takriban raia 21 na pengine wengi zaidi kwenye mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kati ya Februari 22 na 23 mwaka huu, imesema ripoti ya shirika la Human Rights Watch. Undani wa taarifa hii na Hilary Ingati. Ripoti ya Human Rights Watch imeangazia matukio ya tarehe 22 hadi 23 mwezi Februari mwaka huu katika mji wa Goma, ikitoa taswira ya vitendo vya kihalifu vilivyofanywa na waasi wa M23. Miongoni mwa watu 21 waliouawa, wanajumuisha wanaume sita na mwanamke mmoja ambao waliuawa kwa kupigwa risasi kichwani karibu na kambi ya kijeshi ya Kitindo mjini Goma tarehe 22 ya mwezi huo wa Februari. Human Rights Watch imetoa wito kwa mamlaka kuwajibisha makamanda wa M23 walioagiza za kutekelezwa kwa mauaji hayo. Tangu waasi hao waanzishe tena uasi dhidi ya serikali ya Kinshasa, maelfu ya watu wameripotiwa kuuawa katika mapigano yanaendelea mashariki mwa DRC, huku mamia wengine wakipoteza makazi na kukimbia kwa hofu ya kushambuliwa au hata kuuawa.